Ah, uh, karibu kwenye channel yetu Tuongee TV na leo tutazungumzia ni namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza ajira portal kwa kupitia simu yako ya mkononi. Maana watu wengi sana wanategemea wawe na kompyuta ndio wanaweza kutengeneza ajira portal. Na ukiangalia Watanzania wengi sana tunamiliki simu kuliko kompyuta. Maana hiyo leo hii ninakuja na tips ambayo nitakuelekeza namna gani Unaweza tengeneza Ajira poto kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi, na utaelewa utapata kitu kidogo ambacho kitakusaidia na utajifunza ni namna gani unaweza kutengeneza akaunti yako Ajira poto mwenyewe kiurahisi zaidi au sio? Kitu cha kwanza lazima uwe na data. Kwa maana hiyo uwe na data zako, hapa unaweka on, una put on your data. Hakikisha upo kwenye mtandao mzuri ambao una rodi haraka, lakini kwangu mimi leo hapa ninakuelekeza, niko sehemu ambayo mtandao hauko very fast, uko slow. Uh, na kuomba usahau kusubscribe na kugonga alama ya kengele, maana ukisubscribe, okay, basi utapata taarifa zangu kwa wakati sahihi na notification zote kwa wakati sahihi Uh, basi tuende moja kwa moja tusizunguke. Kwangu mimi napitia hapa ukiwa kwenye dashboard, kwenye dashboard ya nani, yako ya simu yako kuna baa imeandikwa search. Nitaandika ajira. Let me do this ajira. Ajira. Ajira. Kwangu mimi nishazi search, kwa hiyo zinakuja automatic. Nitachukua hii hapa imeandikwa https double stroke alafu ni poto afadhila go.tz stroke. Kwa hiyo hii ni, ni, ni link ambayo ukienda unaingia direct, hauzunguki maana unaweza kutumia link zingine ukazunguka, hautapata utapata ajira poto. Kwa hiyo unabonyeza. Kama nilipokuambia mtandao wangu uko chini kidogo leo na kutokana na eneo nililoko, basi mtandao wangu unakuwa chini kidogo. Imefunguka wao wow. Hey. Hapo utaona kuna ajira poto login, lakini hii ni kuhusiana na mau afu, hapo kuna ajira tef, hiyo haituhusiani nayo. Kuna hizi hapa zimamoto sijui, electriment sijui nini, achana nazo hizo. Njoo hii ya kwanza imeandikwa ajira poto Secretariat ya ajira, hii ndio naingia au sio? Nabonyeza. Imefunguka sasa, kwangu mimi hapa na account tiyari. Umeelewa, kwangu mimi na account. Kwa wewe ambaye hauna account, unataka ujisajili, umefungua hapa, utakutana na hivi vitu account yako itakuonesha, itakwambia waombaji wa fursa za ajira mnatakiwa kuhusisha. Umeona ku, kwa maneno bla bla nyingi hapo, lakini sio za muhimu sana ila kuna vitu ambavyo kabla uja hujaanza kujisajili na Ajira Portal unavyo, mfano pasipoti, vyeti vyako vyote original ambavyo utaviskani viwe vimegongwa muhuri kutoka kwa mwanasheria. Kwa maana hiyo vyeti vyako vyote unatakiwa vichukue, nadhani vyeti vinne, cha cha cha kuzaliwa form no cha kuzaliwa cha form saba cha form cha form six uwe na cheti chako cha chuo, vyote vipeleke kwa nani? Kwa wakili, ya vigonge muhuri, wanaita kuvidhibitisha kama ni vyako, umeelewa? maana hiyo ukiwa navyo vile, alafu viwe na size sahihi. Tutakuja tuzungumzie kipindi kijacho kuhusiana na size ambayo inatakiwa uwe nayo na I don't know, ni kama KB kadhaa. Kwa hiyo tutazungumzia kuhusiana hilo kitu, alafu uwe na pasipoti ambayo isizidi KB fulani nitakuonyesha jinsi gani pasipoti lazima utengeneze iweze kufit kwenye ajira poto sio kila pasipoti unaweza kuupload haya tuelekee hapa utakuja kwenye hizi stash tatu hizi mba utabonyeza hapo ukishabonyeza hapo kuna home kuna vacancies kuna login kuna register kuna feedback kwako wewe utaingia kwenye register ila mimi kwa vile na account ndaingia moja kwa moja kwenye nini, kwenye login. Umeona sasa, hapa nikiingia kwenye register mimi, ukiingia kwenye register, basi utaandika email yako, utaandika password na ile password utairudia, ujulikane kwamba ni password ni sahihi unaoingiza, ni ile ile ambayo umeingiza hapa mwanzoni, na hapa itakuwa ni ile ile. Umeona sasa wewe unatakiwa utengeneze email yako ambayo ni professional email, namaanisha email ambayo haihusishi namba haihusishi mambo ya ajabu. Yani email ambayo kama unaitwa John John Josephat, basi email yako isihusishe namba yoyote ile, yani kama ni John Josephat John Josephat fulani fulani, umeona isihusishe namba zozote zile, hiyo ndio professional email kwa maana wewe unatakiwa uwe na professional email ambayo itakusaidia sana. So, sasa mimi huku, wewe ukishatengeneza email yako utakuja kuingiza hapa, ila kwangu mimi nina email tayari na na account. Kwa maana hiyo moja kwa moja nitaenda kwenye login. Nikienda kwenye login, mimi account yangu ipo kabisa. Nikibonyeza na rock ya kama unavyoona hapo, nisha rock kwangu asilimia zangu ni tisini, lakini sheria inatakiwa kuanzia asilimia sabini na tano kwenda mbele, ndio unaweza uka apply for any job umeelewa? Nikija hapa, unaona kuna vitu hapa, mimi wananiambia notification. Nikija kwenye vacancy hapa, kuna jobs hapa, ajira ambazo zimetoka au washafunga, washafunga, washafunga. kwa hiyo inakusaidia, unaangalia ajira gani zimetoka sasa hivi na naweza kuapply. Umeona, chuo cha maji kimetoa ajira hapo, umeona? Kwa hiyo ndiyo hivyo, tukutane kipindi kijacho ambacho nitakuelekeza namna gani unaweza kutengeneza passport yako ili ije kufiti ajira poto. Nitakutengeneza, nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza uka, uka, uka minimize uka compress document yako ili ifiti kwenye ajira poto.